Nisaidie. Kuna mizimu hapa, nisaidie. Leo umeisha. Huwezi kutoka hapa. Tunataka damu yako. Hadithi ya Amina na msitu wa mizimu. Usiku wa giza lililojaa ukungu mzito. Amina, msichana mwenye umri wa miaka ishirini, alishtuka akisimama mbele ya mlango wa msitu wa kale uliokuwa na hadithi nyingi za hofu. Wakazi wa kijiji walimsihi mara kadhaa asiingie, wakisema, Msitu huu haujalaliwa, kuna mizimu ya kale inayolinda hifadhi zake, Usikose heshima au utapotea milele. Lakini Amina hakuwa na hofu. Mama yake alikuwa mgonjwa sana, na dawa pia ya kuponya ilikuwa mimea ya ndani ya msitu huo. Amina alijua hatari, lakini upendo wa mama yake ulikuwa mkubwa kuliko hofu yoyote. Akibeba kikapu chake kidogo kilichojaa vyakula vya ziada na vitoweo vya chombo chake cha bahati, alisonga mbele. Mwanzo ulikuwa wa kawaida. Majani yalivuka chini ya miguu yake na upepo wa usiku ulivuma taratibu kati ya miti mikubwa lakini haraka sauti zisizoelezeka zilianza kufuata. Zilisikika kama kicheko cha watu waliokufa kimechanganywa na kilio cha huzuni. Ukungu mzito ukamzunguka Amina, kimuunda sura za watu waliokufa waliokuwa wakimwangalia kwa macho yasiyo na roho. Jamani, umeingia hapa kwa sababu gani? Usifanye dhambi, sauti za mizimu zilipiga shabaha katikati ya ukungu. Amina alikimbia kwa hofu kidogo, lakini akashikilia kikapo chake kwa nguvu. Pumzi wazee wangu shikamoni yake ikikaza na moyo wake ukidunda kwa woga na shukrani. Alijua kuwa hofu pekee haingeweza kumkomboa mama yake. Alipokimbia, ukungu ukazidi kuwa mzito, majani yakimkalia kama mikono ya wanyama wa giza. Kila hatua Amina alisikia kilio cha huzuni cha mizimu, kwa nini umeingia? Toka sasa au utakosa njia. Hapo ghafla sauti ya mzee mmoja ikatokea kati ya miti mikubwa yenye nguo za kale za wachawi wa zamani. Mwanga hafifu wa buluu uliangaza kutoka kinyume chake. "Binti wangu, usiogope, lakini lazima utii masharti ya msitu huu. Heshimu kila mzimu utakayekutana naye na usitoke kwenye njia hii hadi tuimalize safari. Amina alishika mkono wa mzee huyo kwa hofu na shukrani. Mzee akampeleka kwenye njia ya mwanga, na kila hatua Amina aliyochukua mizimu ilinyenyekea kidogo, ikimruhusu kupita bila kuumizwa, lakini haikukosa kumchunguza. Macho ya mizimu yaliendelea kumfuata. Baada ya muda walifika kwenye vimba dogo lililojaa mimea ya uponyaji iliyoangaza kwa mwanga wa ajabu wa kijani na samawati. Mzee akampa Amina nyota ya kijani iliyokuwa na nguvu ya uponyaji. Hii ndiyo dawa unayohitaji, lakini kumbuka kila mtu anayejitahidi kuvuka mipaka ya mizimu lazima aheshimu nguvu zake. Usitumie kwa dhambi, bali kwa wema. Amina alirudi kijijini akiwa amejawa na heshima na shukrani. Mama yake alipopewa dawa hiyo aliweza kupona, lakini Amina hakusahau siku hiyo kila usiku alisimulia hadithi ya msitu wa mizimu, akifundisha vizazi vipya umuhimu wa heshima na ujasiri.